Taarifa ya habari kutoka nPoint na kwanza tupate muhtasari wake. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amefanya ziara ya kushtukiza katika kituo cha mabasi ya Mwendokasi kilichopo Kimara mwisho. Viongozi watano wa Chama cha Demokrasia mbaroni kwa, kwa kuchana mabango ya CCM. Na katika habari za kimataifa takriban watu 60 wamefariki katika tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.9 katika kipimo cha Richter. Karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja kutoka Msasani. Hii ni nPoint. Popote pale ambapo upo ni matangazo ya moja kwa moja yanayokujia nami, mtangazaji wako ni Joshua Sorongai, na baada ya, baada ya hivi karibuni taanza habari za kitaifa Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert John Chalamila leo Oktoba 1, 2025 amefanya ziara katika kituo cha mabasi ya mwendo kasi kilichopo Kimara mwisho na kuzungumza na wananchi kuhusu changamoto ya upungufu wa mabasi ya mwendo kasi. Tupate undani wa taarifa hii. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila leo Oktoba 1 amefanya ziara katika kituo cha mabasi ya mwendokasi kilichopo Kimara mwisho na kuzungumza na wananchi kuhusu changamoto ya upungufu wa mabasi ya mwendokasi. Katika ziara hiyo, Chalamila amesema serikali inatambua changamoto hiyo na tayari imechukua hatua madhubuti kwa kuagiza mabasi zaidi ya mia mbili ili kuboresha huduma hiyo. Aidha, Chalamila ameongeza kuwa mtoa huduma wa sasa katika njia ya Kimara ataondolewa mara moja baada ya mabasi hayo mapya kuwasili, na tenda hiyo itakabidhiwa kwa mtu wa huduma mwingine mwenye uwezo wa kutoa huduma bora zaidi kwa wananchi. Chalamila amewahakikishia wakazi wa Dar es Salaam kuwa serikali itaendelea kuboresha huduma za usafiri wa umma kwa kuhakikisha upatikanaji wa mabasi ya kutosha na kuimarisha mfumo wa mwendokasi kwa maslahi ya wananchi wote. Tusonge mbele mpaka mkoani Mwanza ambapo jeshi la polisi mkoani humo linawashikilia viongozi watano wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa tuhuma za kupanga njama na kuratibu matukio ya kuchana mabango ya wagombea wa chama cha mapinduzi CCM. Tupate undani wa taarifa: siku ya tarehe 30 mwezi wa tisa mwaka huu jeshi la polisi katika mkoa Mwanza liliwakamata na hadi sasa linaendelea kuwahoji viongozi watano wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ngazi ya wilaya kwa tuhuma za kuharibu mabango ya wagombea wa chama cha mapinduzi kwa nafasi ya urais, ubunge na udiwani ambayo yamewekwa sehemu mbalimbali za jiji ya Mwanza. Majina ya viongozi hao wanaoshikiliwa, majina hayo ni kama ifuatavyo. Kwanza anaitwa Charles Marwa Chinchibela, huyu ana umri wa miaka 50 huyu ni mwenyekiti wa Chadema wilaa nimugana na mkazi wa mtaa wa Temeke. Wa pili ni Marco Mutabus Cristian, anaumi wa miaka 30, mwenyekiti wa Wavicha wilaya magana na mkazi wa Kwimba wa kata ya Igogo. Watatu ni Enok Sanganya mpaka umri wake ni miaka 55, ni mwenyekiti wa Chadema kata ya Igogo na mkazi wa kata ya Jini wanne ni Sami Hussein miaka 33 katibu Chadema kata ya Bati na mkazi wa Mbika. Watano ni Dionis Edward Leons miaka 33 mwenyekiti wa Chadema kata ya Igogo na mkazi wa huko huko Igogo. Watuhumiwa hawa wote wamekamatwa siku ya tarehe 30 mwezi wa tisa mwaka huu 2025 majira ya sanani mchana kwenye walikamatiwa maeneo tofauti, ambapo uh, wanaendelea kuodiwa kutokana na kuratibu mipango uh, ya kuchana mabango ya wagombea wa CCM kwa ngazi ya diwani, ubunge na mgombea wa rais. Bila shaka mmeona vyama mbalimbali vimeweka mabango yao kule barabarani, mabango mabango yanayonadi wagombea kwenye nafasi mbalimbali za uongozi. Sasa yale mabango kwa mujibu wa sheria yakiwekwa kule uh, ni kosa kuyabandua au kuyafanyia hujuma ya yani, ne yetu. Kwa hiyo wanashikiliwa na wanaendelea kuhujiwa kwa tumo hizo. Hawa watumia wamekamatwa, na uchunguzi unaendelea kufanywa na jeshi la polisi, na kama wa, wa, jinsi ambavyo wameshikiliwa, wana swala la dhamana, nimekuwa ni kiulizo na swala la dhamana dhamana ni haki ya ya, ya, ya, ya, ya watuhumiwa. Na kama kuna watu wanaomba dhamana, basi tunawaelekeza wafike kwenye ofisi ya mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai ya mkoa, ambayo anaendelea kufanya upelelezi. Kama wanastahili na wana haki ya kupata dhamana kwa sababu ni haki yao, basi utaratibu wa kisheria utafuatwa, lakini uchunguzi wa jambo hilo ungali unaendelea. Tumalize habari za kitaifa tukidum kuwa huko huko Mwanza, ambapo katika kuhakikisha wanafunzi wanaohitimu darasa la saba kidato cha nne na sita hawafuati mkumbo na wanajikinga dhidi ya ukatili, mmomonyoko wa maadili na changamoto mpya za ukatili wa kimtandao, jeshi la polisi mkoani humo limezindua kampeni ya kuwajengea uwezo na uelewa wa kujilinda. Tupate undani wa taarifa hii. sema tuwaambie, kabla ya ari, tunawaambia tu gali, ni wewe na jirani yako. Tukuambie kama ujaharibiwa, nani anayekuharibu? Naza tukuambie, anakuharibu mjomba, anakuharibu baba, anakuharibu bodaboda, usi tukuambie bila kupepesa mapatu kwa maneno, ili mwisho wa siku tuwe na taifa ambalo vijana wenye nguvu wanaweza kutumikia ni taifa na tukapata matokeo mazuri. Kwa hiyo vijana, ni waombe sana, elimu ni muhimu sana, kila mmoja izingatie. Najua sio nyote hapa katika wilaya hii, ila kama kuna ndugu yako, rafiki yako ambaye iko darasa moja, please ukitoka hapa, ukamuelimishe. Wewe utakuwa ni mwalimu wa waalimu. Tumesema ili aombe ya pili kiwango cha makosa hai ya ukatili kimepungua. Sio kwa bahati mbaya, kuna watu wamefanya kazi, kuna watu wametoa elimu, kuna watu wamefanya uthubutu wa kwenda mpaka kwenye madarasa ya chini chekechea, wakatoa elimu, ndio maana ukatili umepungua. Lakini bado kuna viashiria ukatili kwa maeneo mengi, tunawaambia kwa sababu kubwa mbili kwanza kuwalinda nyie wenyewe kwa kipindi hiki, lakini tunawaambia ili nyiye msije kuwa waarifu baadaye, kwa sababu leo unajiona ameuliza hawangapi miaka kumi na nane, na wengine hata wa kusimama waliogopa, lakini hautabaki kwa mwanafunzi wa mabarui au tabaki kuwa mwanafunzi wa mgweli wala shule nyingine yoyote, karudi kwenye kwenye jamii. Usijalitopikisha hapa ni matukio na wakati anayataja sasa. Sijajua mlikuwa mnashangilia, mlikuwa mnasikitika au mlikuwa mnashangaa, mlikuwa mnashangaa. Sasa huo ndio uhalisia wa huko mtaani, matukio ya ubakaji, matukio ya ulawiti na mambo mengine yote ambayo nimeyataja, mimba kwa wanafunzi. Ukiangalia kwenye takwimu hapo, utaona mimba kwa wanafunzi ni nyingi sana. Anapewa na, na nani mwanafunzi mimba? Na mwanafunzi mwenzake ama na mtu wa mtaani kwenye jamii lakini mwisho wa siku inamwathiri nani? Wote, lakini hasa wewe mwanafunzi. Kwa hivyo tutakumu zilivyo na ndiyo ujue kwamba hilo jambo ni kubwa ya, na ndiyo maana kuja na awamu ya pili, kwa sababu wameona bado matukio yanaendelea. Tunaona kwamba kuna makosa ambayo yameendelea kuibuka, kwa mfano kuna ukatili kwa njia ya mtandao, tunaona kuna masuala ya maadili, kuna masuala ya ufanyaji wa mapenzi mona kunaishi aya. Kwahio tumekuja na hii kampeni ya awamu ya pili hasa hususani kwa wanafunzi wale ambao wamemaliza kidatu cha saba, wamemaliza darasa la saba, ii waliomaliza kidatu cha nne, kidatu cha nne, kwa sababu tunaamini hawa wanaingia mtaani, hawa wanaenda kwenye jamii, kwahio tunawaandaa ili wakaepukane na nini, na maswala mazima ya Naam, na sasa tupate habari za kimataifa. Takriban watu 60 wamefariki katika tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.9 katika kipimo cha Richter katikati mwa Ufilipino, wanasema maafisa wa usimamizi wa majanga. Mji wa Bogo ni na mji miji mingine iliyoathiriwa, umetangaza hali ya maafa huku wakitathmini uharibifu uliosababishwa na tetemeko hilo. Matekere Sam ana undani wa taarifa hii. Takriban watu 60 wamefariki katika tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.9 katika kipimo cha Richter katikati mwa Ufilipino. Tetemeko hilo la ardhi lilitokea kwenye ufuo wa Cebu City siku ya Jumanne na kusababisha ukatika kwa umeme na kuharibu majengo. Wakazi katika maeneo yaliyokumbwa na tetemeko wanasema kuwa walilala nje mitaani jana usiku. Askofu mkuu wa Cebu amewaambia waumini kukaa mbali na makanisa Wito huu ni muhimu kwani Cebu kilikuwa mojawapo ya visiwa vya kwanza vya Ufilipino kutawaliwa na Uhispania katika miaka elfu moja mia tano na kina makanisa mengi ya zamani. Na mtukitoka huko Ufilipino, twende moja kwa moja mpaka nchini Ufaransa, ambapo ofisi ya mwendesha mashtaka mjini Paris imesema balozi wa Afrika Kusini nchini Ufaransa aliyekutwa amekufa katika hoteli ya Hyatt Regency mjini Paris jana alimwachia mkewe barua ya kujitoa mhanga. Tupate undani wa taarifa hii. mashtaka mjini Paris imesema balozi wa Afrika kusini nchini Ufaransa aliyekutwa amekufa katika hoteli ya Hayati Regency mjini Paris alimwachia mkewe barua ya kujitoa mhanga. Mwili wa balozi Emmanuel Mthethwa iligunduliwa na mlinzi wa jana asubuhi kwenye ua wa ndani wa hoteli hiyo magharibi mwa Paris. Jumatatu jioni mkewe aliwaarifu polisi kwamba hajui mumewe aliko baada ya kupokea ujumbe ambao alimwomba msamaha na kumwelezea nia yake ya kujiua. Kutoka huko Paris, tumalize na habari zetu za kimataifa mpaka huko Marekani ambapo masajenti wa Marekani wameshindwa kupitisha mswada wa dakika za mwisho wa kuzuia kufungwa kwa shughuli za kiserikali ambao ungehakikisha kuendelea kwa ufadhili wake. Tupate undani wa taarifa hii. Maseneta nchini Marekani wameshindwa kupitisha mswada wa dakika za mwisho wa kuzuia kufungwa kwa shughuli za serikali ambao ungehakikisha kuendelea kwa ufadhili wake. Hii ni mara ya kwanza tangu mwaka elfu mbili na kumi na nane ingawa wafanyakazi muhimu wa serikali wataendelea na majukumu yao kama kawaida, huduma zitakazoathirika zaidi ni pamoja na mpango wa usaidizi wa chakula shule pamoja na utoaji wa mikopo ya wanafunzi. Rais Trump amesitisha kupunguza bajeti ikiwa kufungwa huko kutatokea, na ametupa lawama zake kwa wanachama wa Democrats. Kufungwa huko kutawaacha maelfu ya wafanyakazi kwenye likizo bila malipo na kusimamishwa kwa programu na huduma nyingi za kiserikali. Hili limekuja saa chache baada ya seneti inayodhibitiwa na Republican kushindwa kupitisha mswada wa matumizi ya kiserikali. Naam, ni kushukuru sana ndugu mtazamaji ambao umekuwa pamoja nasi, na sasa tuende mwisho wa matangazo haya, na kabla ya kufunga, tupate muhtasari wa kile tulicho nacho siku hii ya leo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amefanya ziara ya kushtukiza katika kituo cha mabasi ya mwendokasi kilichopo Kimara mwisho Viongozi watano wa Chama cha Demokrasia mbaroni kwa kuchana mabango ya CCM. Na katika habari za kimataifa, takriban watu 60 wamefariki katika tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.9 katika kipimo cha richa katikati mwa Ufilipino. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari tuliyokuwa nayo. Kwa niaba ya timu nzima ambayo ilikuwa hapa, Denis Julius, Samuel Matekere, Michael Gaspar, hadi siku ya kesho, tutakuwa wote hapa. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii nPoint TZ, Facebook, TikTok pamoja na Twitter. Kote huko tupo pamoja nawe. Kwa sasa, kwa heri. Hii ni nPoint, ni zaidi ya habari.